Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdulla amesema usimamizi wa viwango vya bidhaa ni nyenzo muhimu ya kukuza biashara na kufikia masoko ya kimataifa. Ameyasema hayo wakati akimwakilisha Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwenye hafla ya ufunguzi wa mkutano wa Baraza Kuu la 31 wa Shirika la Viwango Afrika ARSO uliofanyika katika ukumbi wa hoteli ya Golden Tulip. Jukumu kuu la usimamizi wa viwango ni kuchochea biashara barani Afrika, kukuza usalama wa watumiaji na kuimarisha ushindani wa biashara. Hivyo ni wazi kuwa mkutano huu utakuwa ni jukwaa muhimu la kubadilishana uzoefu na kuunganisha juhudi zetu katika bara letu la Afrika. Vilevile vile, tukumbuke kuwa viwango vilivyoainishwa ni muhimu sio tu kwa kuwezesha biashara bali ni muhimu katika kulinda mazingira na kuwezesha upatikanaji wa masoko na kusaidia wajasiriamali wajasiri wadogo na wakati, yani SMEs, kutekeleza kikamilifu shughuli zao. Wito wangu kwenu, kila mmoja wetu kuhakikisha anaitumia vyema fursa hii na kuhakikisha malengo ya mkutano huu yanafikiwa kwa mafanikio makubwa zaidi. Ni matumaini yangu kuwa mkutano huu utaweka msisitizo juu ya umuhimu wa biashara ya haki, ambayo ni ushirikiano wa biashara uliotokana na mazungumzo, uwazi na heshima, kwa lengo la kukuza usawa katika biashara za kitaifa, kikanda na kimataifa, kwa kuhakikisha wazalishaji wa Afrika hasa wadogo na wadaraja la kati wanapata bei nzuri na uhakika wa masoko ya bidhaa zao. Umuhimu pia utolewe kurahisisha mifumo ya udhibiti ya Afrika kuhusu viwango vya pamoja, uthibitishaji na kanuni za ubora chini ya taasisi kama vile shirika la viwango la Tanzania TBS, na taasisi ya viwango Zanzibar ZBS, na umoja wa viwango wa Afrika ARSO, pamoja na miundombinu ya ubora wa bara la Afrika. Naipongeza ARSO kwa kuendelea kujitolea kuendeleza ubora wa kuunganisha miundombinu kila pahala Afrika. Hongereni sana. Dira hii inaendana na taratibu za kimataifa, hasa kanuni hati ya kiwango kimoja kipimo kimoja inayokubaliwa kila pahala. Ni muhimu tuendelee kufanya kazi kwa pamoja kuoanisha mifumo ya udhibiti Mifumo ya udhibiti ya Afrika kwa ufanisi na kwa njia bora zinazochochea ubunifu wa kusaidia ushindani wa bara letu. Napenda kutoa rai kwenu, kupitia mkutano huu, tuendelee kuweka nia ya pamoja ya kuunga mkono viwanda vidogo na vya daraja la kati, kwa kuweka mazingira bora ya ukuaji wao, kuimarisha ushindani na uzalishaji wao kwa kuwa na mageuzi ya sera mifumo ya kibiashara kujenga uwezo na kuweka mifumo bora ya udhibiti na kukuza utamaduni wa ubora wa viwango ambao ndio muhimu katika soko. Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar, Mheshimiwa Omar Saidi Shaban, amesema kwa sasa viwango vya ubora si swala la hiari, ni lazima, hasa katika kuimarisha ubora wa bidhaa na huduma za Afrika na kuongeza uwezo wa ushindani kimataifa pamoja na kulinda maslahi ya mtumiaji katika zama hizi za, za biashara za kikanda na kimataifa, viwango vya ubora si suala la hiari tena, bali ni nyenzo muhimu ya ushindani, ulinzi wa, mitaji, wa mlaji na uendelevu wa mazingira. Kupitia jumuiya ya ARSO bara la Afrika linapata fursa ya kujenga msingi imara wa kushirikiana kama Waafrika katika kuwaainisha viwango vyetu kufungua masoko ya ndani ya Afrika kupitia African Free Continental Trade Area, Continental Free Trade Area na kuiweka Afrika katika nafasi ya heshima kwenye soko la dunia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande wake inachukulia suala la viwango kama ajenda ya kimkakati katika kukuza uchumi wa viwanda biashara ya kidijitali, uendelezaji wa bidhaa za asili na matumizi salama ya bidhaa zinazoingia sokoni. Mkurugenzi wa taasisi ya viwango Zanzibar, ZBS, akielezea kanuni zilizopitishwa katika mkutano huo. Kanuni kubwa tuliyopitisha kwanza ni kwa sababu Zanzibar imekuwa ni champion wa uchumi wa, wa, wa bluu na hata delegates waliokuja hapa wengi wamesema watarudi Zanzibar kujifunza mambo ya uchumi wa bluu, yaani Zanzibar imekuwa kama ni pioneer wa uchumi wa bluu. Kuna viwango vya uchumi wa bluu ambavyo vimevitisha hasa vamwani na mambo mengine yanatokana na uchumi wa bluu. Kwa hiyo vimehakisiwa leo hii na vitatumika na vitakuwa, kwa sababu kwa kutokea Zanzibar. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana ambavyo vimefanyika hapa, na kama nilivyosema, wameonesha nia ya kuja kujifunza uchumi wa bluu kwa vitendo hapa Zanzibar, ilikuwa Zanzibar kwa nipaonea, na mheshimiwa rais ndio amekuwa mbele sana kuimarisha uchumi wa bluu. Mkutano wa 31 wa shirika la viwango Afrika ARSO umehudhuriwa na wageni kutoka nchi 34 za Afrika ambao ni wanachama wa jumuiya hiyo. Safia Hussein, ASAM Online TV.